Ujambo na karibu sana katika kipindi cha mizani ya wiki kinachoangazia matukio muhimu yaliojiri ndani ya wiki hii kwa wiki inayomalizika leo. Mimi ni Jamal Hashim. Pamekuwa na mambo mengi sana, lakini wiki hii kubwa ni moja tu. Kutoka makao makuu ya nchi yetu Dodoma, Chama cha Mapinduzi kimekuwa chama cha awali kuzindua ilani yake ya uchaguzi yenye vipaumbele tisa wakati wa kuhitimisha mkutano wake maalum wa siku mbili, huku kikibainisha idadi ya wanachama wake wanaofikia milioni kumi na tatu. Matarajio ni kwamba huenda vyama vingine navyo vikazindua ilani zao kabla ya kuelekea uchaguzi mkuu. Wakati wa uzinduzi wa ilani hiyo, wagombea wa, wa chama cha mapinduzi eh, nafasi ya urais ambaye ni Dokta Samia Suluhu Hassan na mgombea mweza Dokta Emmanuel Nchimbi pamoja na mgombea wa Zanzibar Dokta Hussein Almwinyi walikabidhiwa ilani hiyo na kisha wakaionyesha kwa wajumbe kuashiria kwamba tayari wako tayari, wako tayari kwenda kuzinadi wakati wa kampeni wa kuelekea uchaguzi mkuu kiwadia. Sasa, miongoni mwa vipaumbele vya ilani hiyo ama vipaumbele ambavyo vipo katika ilani ya chama cha mapinduzi ni hivi hapa. Mojawapo ni kuchochea mapinduzi ya kisiasa e, mapinduzi ya uchumi wa kisiasa, kuongeza fursa za ajira za uchumi wa kwa kisiasa kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii, kuimarisha miundombinu ya usafirishaji, kukuza na kuimarisha matumaini ya sayansi na teknolojia, kudumisha demokrasia, utawala bora na uwajibikaji, kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama, kudumisha utamaduni wa kitaifa na kukuza sanaa na michezo, kuongeza kasi ya miundombinu maendeleo vijijini ni vipaumbele tisa ambavyo eh, vimezinduliwa na vipo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kabla ya kuendelea, hebu tuwasikilize kwa, eh, kwa viongozi hao eh, ambao walikuwa katika mkutano huo, miongoni mwao ni eh, aliyeshiriki katika uzinduzi huo wa ilani hiyo, na vilevile tutamsikiliza Rais Dokta Samia Suluhu Hassan akisema neno kuhusiana na ilani hiyo. Karibu sana. Kabla ya kuanza zoezi la kuandika ilani, utafiti mpana ulifanyika uliolenga kukusanya maoni ya wananchi kisayansi kuhusu masuala na maeneo ambayo wangetaka yazingatiwe katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka huu. Ilani hii imeaksi matamanio na matarajio ya wananchi. Maudhui ya ilani hii yamezingatia kikamilifu mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka elfu mbili ishirini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 tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa. Kila mkoa uwe na ilani yake, iseme katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya huo mkoa tumeufikiria nini. Naam, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa pamoja naye alikuwa ni Profesa Kitila Mkumbo, ambaye yeye ndiye aliongoza jopo katika kutengeneza hiyo ilani. Amesema wamefanya utafiti wa kutosha na kuhakikisha kwamba ilani hii ina akisi matakwa ya wananchi. Sasa kwa namna gani e, mambo haya yatakwenda? Ilani ni jambo moja, utekelezaji ni jambo la pili. Tunao wageni wetu hapa katika kuchambua mada hii Ninaye Barua Mwakilanga, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, karibu sana, habari za wakati tu. Kule Dodoma nitakuwa naye Habibu Gobani, yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi ambaye ameshiriki moja kwa moja mkutano ambao umefanyika kwa siku mbili huko Dodoma. E, tuanzie kwako Habibu Gobani, unavyoiona ilani hii ambayo e, ndio inaashiria kwamba mwanzo wa kuanza sasa Eh, kwa kuitangaza kwa kui, kwa eh, Chama cha Mapinduzi, kwa maana ni njia sasa ya Chama cha Mapinduzi eh, kwa, kwa ajili ya kuwashawishi wananchi ili waweze kuwachagua. Inatekelezeka kwa namna gani? Kuna hivyo vipaumbele tisa kwa namna gani ambavyo unaona eh, matarajio ya wananchi yatakavyotatuliwa ya eh, ya ama changamoto zile za wananchi kupitia ilani hizo? Asante, nishukuru uh... Kwanza, uh, nimshukuru Mwenyezi Mungu lakini niende ni moja kwa moja kwenye swali ulioniuliza. Hmm, ni kwamba kwa namna gani ilani inaweza ikatekelezeka ili yale yaliyokusudiwa yaweze kuakisi kwenye maisha ya halisi ya wananchi. E, kwanza ilani ni mkataba, ilani ni mkataba ambao chama cha siasa una, una unapeleka mapendekezo kwa umma ili uweze kuungwa mkono na hatimaye kuchaguliwa kushika hatamu za dola. Mm. Na ilani ambayo jana Chama cha Mapinduzi tumeizindua ni kiashiria kwamba dhamira iliyopo ndani ya chama ya kutaka kuwatumikia wananchi, lakini pia eh, kuivusha nchi kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Eh, ilani kama ilivyowasilishwa ni kwamba imegusia kwenye hatua eh, ambayo tulikotoka imeonyesha tulipo sasa na pia e, chama kimeonyesha kinakusudia kuwafikisha wapi wa Tanzania ifikapo elfu mbili na thelathini. Mm. Na kama ulimsikiliza vizuri mwasilishaji wa mada ambaye ni e, Profesa Kitila Mkumbo. Mm. Alieleza wazi kwamba ilani hii e, imekusanya maoni kutoka kwa wanachama na Watanzania kwa ujumla. E, wamefikiwa watu katika maeneo yao, wametoa mapendekezo, wanatamani Tanzania iweje ndani ya miaka mitano e, tuseme kitaalamu ni e, inclusive, imejumuisha ime matakwa na maoni ya watu. Kwa hiyo mimi sikushangaa kuona e, ilani yenyewe inajinadi kwamba italeta uchumi funga, fungamanishi hmm. kwa maana ya inclusive economic development lakini pia e, imekusudia kugusa moja kwa moja E, maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu, na hili ni jambo muhimu, nilitaka nilifafanue kidogo e, katika uandishi wa ilani na utekelezaji wake mm. E, wakati mwingine e, nchi ama serikali zinaweza kujikita zaidi kwenye ujenzi wa miundombinu mm. E, ikasahau maendeleo ya mtu mmoja mmoja, lakini ilani ya Chama cha Mapinduzi imejibu hilo swali kwamba inakusudia e, kujenga miundombinu ambayo itachochea ukuaji wa uchumi lakini pia at the same time eh, ilani inakusudia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Ndo maana unaona katika vipaumbele vyake tisa imegusia maendeleo vijijini, imegusia eh, ajira kwa vijana, imegusia pia maendeleo ya mtu mmoja mmoja mm. micro economics ambazo hizi zinapatikana baada ya kufanyika kazi kubwa ya kuchochea shughuli za kilimo ambazo ukisoma kwa, kwa, kwenye ilani kwa, kwa ilani zime... wewe huna shaka katika utekelezaji wake, kwa maana nyingine Sina shaka sina shaka, na kwa, ma, kwa msingi wake mimi naiona ni ilani ya kimapinduzi, ni futurist uh, uh, manifesto ambayo italeta mapinduzi makubwa kwenye sekta ya uchumi ya kijamii na ya kisiasa pia. Asante sana uh, Habibu, tutarejea kwako. Kwa hapa studio ninaye Barua Mwakilanga, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mfuatiliaji wa masuala ya siasa Eh, Barua, unamsikiliza Bobani, unamsikiliza Mheshimiwa Rais pamoja na Profesa Kitila Mkumbo, eh, wanazungumzia kuhusiana na ilani na utekelezaji wake. Lakini mwisho pale Mheshimiwa Rais anasema kwamba eh, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwamba kila mkoa ukahakikishe unaangalia eh, vipaumbele vyake kutokana na mazingira halisi yaliyopo. Mm, asante sana ndugu mtangazaji. <clears throat> nami pia nachukua nafasi hii kumshukuru Allah Jalla wa Ala kutupa afya na kufuatilia namna ambavyo chama kikubwa cha kisiasa nchini Chama cha Mapinduzi, namna ambavyo kimeendesha mikutano yake katika siku mbili hizi. e, ilani ni nini? Ilani huwa ni mkataba baina ya kile chama ambacho kinashinda kwa kura nyingi. e, mkataba wake baina ya kile chama pamoja na wananchi mm -hmm. na mkataba huo wa, wa, wa, wa pande hizi mbili ni mkataba ambao unakwenda kusimamia maisha ya watu. Sahihi kabisa. Sasa tuende moja kwa moja kwenye swali exactly wakati rais anapozungumzia swala la kwamba kila mkoa uwe na vipaumbele hmm, au kila mkoa uwe na vitabu vidogo vidogo katika kuhakikisha kwamba wanakwenda kutekeleza eh, ile ilani kwa vitendo. Anachohitaji Mheshimiwa Rais ni kuwa hata katika halmashauri zetu huwa mahitaji ya halmashauri ya Kinondoni sio sana mahitaji ya halmashauri ya Moshi. <laughs> kuna utofauti wa kuna vipaumbele, kuna mahitaji ya eneo husika yanakuwa yanahitajika zaidi kuliko sehemu nyingine. Kwa hiyo ilani na vipaumbele vile tisa, lakini chama wakati kinatengeneza vile vipaumbele tisa, kuna kuna dira na kuna malengo mm. Sasa dira na malengo yanasimama ya namna moja, lakini vile vipaumbele vina tofautiana kulingana na eneo sasa ametaka kila mikoa wawe na vipaumbele, kwa maana kuangalia mahitaji ya muhimu kwa mkoa fulani ni yapi, kwa sababu kwa mfano mkoa wa Dar es Salaam mahitaji muhimu sana ni masuala ya miundombinu mm -hmm. mifereji ya ku, ku, ku, kupokea maji ma maji kwa wingi kuweza kupeleka kwenye mifumo kupeleka baharini mm -hmm. miundombinu ya barabara, kupunguza foleni, kutengeneza flyovers pale Jangwani. Kila mgombea wa jimbo anatakiwa kuja na ilani yake katika eneo lake kabla ya mgombea wa jimbo mm. kwenda kutekeleza ilani kwa namna ambavyo mahitaji ya wananchi wake yalivyo mm -hmm. Kwanza mkoa kama mkoa utakuwa na vipaumbele katika yale malengo tisa ya chama, utakuwa na vipaumbele katika mikakati ambayo anakwenda kutengeneza ilani yake kwa sababu Dar es Salaam ni tofauti. Kwa mfano, Arusha barabara za mjini ziko vizuri lakini Dar es Salaam barabara za mjini zina mahitaji. Lakini sasa wale wabunge ambao ndio watekelezaji wa ilani mm, wanakwenda kuangalia, kwa sababu ilani ya kipindi hichi tunakwenda kukamilisha, wanakwenda kukamilisha kile ambacho kiliishia katika ilani ya 2020 2025. Kwa 2025 to 2030 wanakwenda kukamilisha Chama cha Mapinduzi pale walipokuwa wamebakisha. Sasa huu mkataba ambao uh, unasema ambao ndio ilani, mkataba wa wananchi pamoja na chama ambacho kitaingia madarakani. Kwa namna gani sasa unavyoona, wananchi wana fursa ya, ya, ya, ya, ku, ya kuhoji pale ambapo hajatekelezwa direct wanayo fursa yao. direct wanayo fursa ya kuhoji kama mahitaji ama mambo yao hayajatekelezwa, na wakuhojiwa huwa ni, ni ni mbunge anawakilisha wananchi wote mm -hmm. na mbunge wa kila uh, jimbo huwa mm -hmm. ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya husika lakini mjumbe wa halmashauri kuu wa hicho chama kinachotawala katika mkoa husika. Lakini pia wabunge hawa, madiwani katika utaratibu wa Chama cha Mapinduzi, yeah. wamejiwekea utaratibu wa kusoma utekelezaji wa ilani, nadhani kila baada ya miezi mitatu au kila baada ya mm. miezi minne sita, e, wateva. Kwa hiyo mle sasa ndio mna nafasi ya kwenda kutazama mbunge ametekeleza kwa kiwango gani Mm -hmm. Ilani ya chama chake ambacho ndicho kimeshika dola mm -hmm. Kwa hiyo wananchi wanayo nafasi ya moja kwa moja ya kwenda kuoji namna yale zile shida zao, namna yale mahitaji yao kupitia mwakilishi wao ambaye ni mbunge wa jimbo husika kwamba ameyatekeleza kwa kiwango gani na yapi hakuyatekeleza. mm -hmm. Eh, tunge twende kule Dodoma kwa Habibu, eh, kada wa Chama cha Mapinduzi. Eh, Habibu, wewe ni kada wa Chama cha Mapinduzi, kwa namna gani unaweza sasa ukambana e, e, mwakilishi wako wa jimbo kumuuliza, kumuhoji kwamba hapa bwana e, inaonekana wewe ukutekeleza katika e, baadhi ya vitu ambavyo tulikubaliana, kwa sababu umesema ilani ni mkataba e, hapa ukutekeleza katika mkataba uliopita ukutekeleza jambo fulani. Sasa unadhani mkataba huu uh, tena uta, uta, utabeba mzigo mgine? kwa namna, kwa namna gani ambavyo chama kinaweza sasa kikafanya tathmini ili ku E, kupata mtu ambaye ni sahihi sasa, ambaye anaweza akahakikisha aka basi anabeba haya maono ya mwenyekiti wa, wa CCM Taifa. Asante e, na kwa uzoefu mimi nimewahi kuwa mbunge, nilitaka ni, niweke sawa hapo kidogo ambako ndugu yangu amezungumzia e, e, barua mwakilanga wabunge, hmm. wabunge hawawezi kuwa na ilani zao kwenye maeneo yao isipokuwa eh, rais jana amerahisisha kwa kusema kwamba kila mkoa wanatakiwa eh, waweke vipaumbele vyao kwa mujibu vilivyoainishwa kwenye ilani mm, ya chama ya Taifa. Kwa maana kinachoenda kufanyika pale ni kudomesticate, kwamba watu wa Lindi tumeona eh, kwenye ilani, si tumeguswa hapa hapa na hapa, vinakusanywa vinawekwa kwenye eneo moja mm, watu wakatavi wataweka hivyo na maeneo mengine, lakini mbunge ni mwakilishi wa wananchi ambaye kazi yake kubwa yeye, kwa sababu tuko kwenye nchi ya demokrasia, utegemei kwamba inawezekana nchi yote kutakuwa na wabunge wa chama kimoja ama mm, wabunge wa CCM mm. Inawezekana ikatokea kama ilivyo sasa, kuna baadhi ya majimbo yanaongozwa e, na wabunge ambao sio wa chama cha Mapinduzi. Bado wananchi wenye wenye mamlaka ya kuwahoji juu ya ilani hawawi kile chama ambacho pale kina mbunge isipokuwa inabaki kuwa chama kilichoshika hatamu za dola ambacho ni chama cha mapinduzi kwa hiyo kazi ya mbunge yule yeye ana, a, anakuwa lazima atakwenda kusimamia ilani ya chama cha mapinduzi mm. kwa sababu ilani ndiyo inatengeneza msingi wa utengenezaji wa bajeti na kama unavyofahamu kwamba chama kilicho madarakani ndio chama kinachotengeneza bajeti ya nchi. Kwa hiyo eh, kazi ya mbunge ni kuhimiza utekelezaji wa ahadi ambazo zimo kwenye ndani ya ilani ya chama kilichoshika hatamu za dola kwa kwa kwa mfano mzuri wa Tanzania ambao tangu tumepata uhuru chama kilichotawala ni Chama cha Mapinduzi, na ni, ma, ni, ni, ni, ni mtazamo kwangu mimi na, na Watanzania wengi kwamba hata uchaguzi ujao Chama cha Mapinduzi kitaweza kushika dola. Ni jambo ambalo wabunge wanapaswa kulifanya ni kuhoji na kuisimamia serikali ndani ya bunge kuona mm. kwamba ni kwa namna gani ilani ya chama imetekelezwa kwenye eneo lake, na na, na niongezee ni jambo moja ilani inapotekelezwa, mm. e, inatekelezwa um, kitu kinachorahisisha ilani kutekelezwa ni political political will na political commitment ya kiongozi mkuu wa nchi mm. na jana nimesikiliza hotuba nikafarijika sana e, commitment na political will aliyoonyesha rais Samia, juu ya utayari wa utekelezaji wa ilani ni kubwa sana. Nadhani kama mlifuatilia, alirudia mara tatu kwa kusema ilani hii tunaiweza na tutaitekeleza mm. Na wajumbe waliopo kwenye mkutano mkuu walishangilia. Eh, una, unapofanya political analyst eh, wachambuzi wa kisiasa ile kauli aliyorudia rais mara tatu ni ina msingi mkubwa sana eh, kwenye utekelezaji wa ilani kwa sababu rais alikuwa anaonyesha commitment, lakini pia alikuwa anaonyesha political will alionayo kwenye utekelezaji wa vipaumbele ambavyo vimewekwa kwenye ilani ya uchaguzi mm -hmm. Sasa twende kwenye hoja yangu, baada ya kufafanua namna hiyo kuhusu wananchi nchi eh, namna ambavyo wanaweza kushirikishwa katika kuhakikisha huo mkataba umetekelezwa na hizo ahadi zimetekelezeka, okay. Na we ulishakuwa okay. mbunge okay, okay. Ni vizuri sana eh. Naam, nimeshakuwa mbunge na wananchi, kwa sisi kwa mfumo wetu wa, wa demokrasia tunaotumia ni kwamba ni, ni tunatumia indirect democracy kwa maana haiwezekani wananchi wote tuliopo Tanzania zaidi ya milioni sitini twende bungeni yeah. ambako mipango ya nchi inakwenda kupangwa na utekelezaji wake unasomwa, una ndani ya bunge. Tuna wawakilishi wetu, kwa hiyo wananchi wanahoji na wanapata wana, wana, wana taarifa ya utekelezaji wa ilani kupitia kwa wawakilishi wao ndani yeah. e, ya halmashauri kama walivyosema eh, mchambuzi hapo, ni kwamba halmashauri inakuwa na vipaumbele vyake. Madiwani wanakwenda kunadi vipaumbele vya halmashauri kutoka kwenye ilani wananchi wanamuoji diwani. Inapokuja swala la ndani eh, vile vipaumbele ambavyo vinatakiwa visimamiwe na mbunge, wananchi wanamuoji mbunge, na ndio maana umeona mara kadhaa kuni baadhi ya maeneo wananchi walikuwa wanachagua wabunge wa vyama vingine kwa sababu ya kutopata majibu mazuri kutoka kwa wabunge. Na ndio maana Chama cha Mapinduzi kimehimiza mchakato wa kupata wawakilishi watakaokuwa wabunge na madiwani uwe mchakato wa wazi, na wale wenye vigezo ndio wapewe kipaumbele, kwa sababu ya kutaka kupata wawakilishi ambao watakuwa wana respondi, wanawajibika vizuri kwa wananchi, kuwapatia taarifa ya nini kinachoendelea, na ume ona utaratibu huu alioanzisha mwenyekiti wa CCM Taifa, Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan na katibu mkuu wake wa kuwataka wabunge wasome utekelezaji wa ilani kwenye majimbo yao ni, ni ile njia ya kufanya mawasiliano baina ya chama na baina ya ya, ya wananchi ambao mm. wao mm. ndio walichagua kile chama mm. na walipigia kura ya ndio kwenye ilani wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini. Wakati huu eh, labda kabla sijaja kwa barua mwakilangau ku kunani kwenye hoja hiyo ambayo nimekuuliza, wakati huu ambapo sasa ndo ilani imezinduliwa na sasa kila mtu eh, ana nafasi, kwa maana ya kwamba jimbo linatarajiwa eh, kuwa wazi wakati wote eh, wakati huu ambapo wewe mathalan ulivyokuwa mbunge, joto linakuwaje? Kwa sababu sasa sindo watu watakutathmini, umetekeleza vipi ilani ambayo ile ambayo ilipita, na hii utatekeleza vipi? Unapata wakati wakati gani ikifika eh, muda huu hasa kwa kiongozi ambaye alitoa ya kwake. Eh, kuna wakati mwingine mna mnaahidi vitu ambavyo havipo kwenye lani unapata wakati Misa? ni sahihi kabisa, kwanza hilo lipo kwamba, kwamba, kuna watu wanatoa eh, watu... ahadi ambazo zipo eh, wakati mwingine kuna watu wanatoa ahadi ambazo hazipo kwenye lani, lipo lipo sana, e, lipo kwa sababu e, watu wengine hawajui kwamba mfumo wa uendeshaji wa nchi unakuwaje lakini pia Eh, kumekuwa na changamoto huko nyuma kwamba eh, unapata mgombea leo kesho kutwa unaanza mambo ya process ya uchukuaji wa fomu, watu hawajapata semina, hawajapata training. Mtu anatoka anakwenda <clears throat> moja kwa moja anakwenda kuahidi vitu ambavyo kimsingi havitekelezeki, lakini pia vinakuwa contrary na, na ilani ya chama chake, na hiyo vinaleta shida sana. Lakini uzuri wa wananchi wa Tanzania ni kwamba eh, mara zote anayehukumiwa ni yule muhusika aliyotoa ile ahadi chama bado kimebaki kuwa salama, kwa sababu Watanzania bado wamekuwa wakiendelea wame kukiamini Chama cha Mapinduzi, na wakijua kwamba wakati mwingine hizi ahadi alizoziahidi ni za kwake, sio ahadi za chama. Kwa hiyo kama hazijatekelezwa, wakati mwingine inakuwa yeye ndo anasulubiwa. Nikija kwenye swali lako la joto la kiuchaguzi, joto la kiuchaguzi ni kwamba kipindi hiki ni kwa kweli kabisa, kama ingekuwa tunapima eh, pressure kwa kila mwakilishi ambaye amechaguliwa na wananchi, presha lazima itakuwa iko juu inapanda, especially wabunge na madiwani. Ni kipindi ambacho eh, usipokuwa makini unaweza kumsalimia mbunge aka, aka, kwamba habari za saizi akaitikia marahaba. Ni kwa sababu eh, hali ya majimboni haiwi mzuri, kwa sababu ni kipindi ambacho unakwenda kuwajibika kwa wananchi moja kwa moja, kurudisha ritani kwa mabosi wako waliokutuma. Sasa kama chenji haijabaki lazima presha itapanda. Ni kipindi ambacho kila mwakilishi hakipendi inapofika wakati wa namna hii. Asante sana, tutarudi kwako. Kwa Habibu sasa hapa studi, naye barua <coughs> ile ile hali ya kuahidi, ntapeleka e, watu sehemu fulani, ntaleta mambo fulani ambayo hayapo kabisa katika e, ilani ambayo imesomwa na mwenye, imeelezwa na mwenyekiti pamoja na Profesa Kitila Mkumbo, e, kit, e, Kitila ambaye ndo aliongoza ile jopo Inakuwaje mtu mwakilishi anakuja na hoja zake mwenyewe na ukiziangalia katika macho ya kawaida haziwezi kutekelezeka? Asante sana. mm -hmm. Nikiweka sawa kule ambako komredi Hamidu alipita mwanzo, eh, eh, eh. ni hakunielewa. Nilisema kwamba mbunge hawezi kutekeleza hawezi kutengeneza ilani yake eh. Bali anatekeleza ilani ya chama kwa sababu katika principle of party supremacy Kanuni mm. ya chama. Haraka, muda unakwenda, ni kuwa chama ndicho kinasimamia ilani. Twende haraka, zile ni ziada ambazo mbunge wa eneo husika anaweza kuziahidi kutokana na nguvu zake. Kwa mfano, kuna fedha za mfuko wa jimbo, zile automatikali zinakwenda kujadiliwa, kunatengenezwa kamati, zinakwenda kutengeneza jambo, lakini mbunge kama yeye ana ile wealth, ana ule uwezo wake, ana network lakini pia anaweza kufuatilia kwenye makampuni katika maka uwekezaji wetu sisi kupitia TIC. mm. E, tuna kitu tunakita CSR policy corporate, mm. social responsibility anaweza kwenda kwenye makampuni ya uchimbaji wa madini akazungumza nao akayakomvisi, wanatoa asilimia mbili ya profit kuja kwa jamii, wanarudisha faida kuja kwa jamii. Kwa mbunge mwenye uwezo mkubwa, anakwenda kuzungumza kuwashawishi wale wafanya biashara ama wenye makampuni kuweza kuleta zile fedha kwenye eneo lake. Kwa anapotoa ahadi, anatakiwa atoe ahadi akiamini na akijua kwamba ana uwezo wa kwenda kusimamia na kutekeleza mm. ukitoa ahadi individually wewe mwenyewe kama wewe mm. Chama hakihusiki, unapaswa kutengeneza lile okay. na kulikamilisha lile sio kwamba unakitengenezea mazingira, unakitengenezea mzigo mzito chama. <laughs> Watu wasioelewa watakuja kuhoji, ulituahidi A, ulituahidi B, hujafanya. tunafanya kitu gani? Kwa sisi sasa, kama wao sasa, kama Chama cha Mapinduzi, yeah. wanapokaa wana kwenye kamati zao za siasa yeah. wanaangalia ule mzigo mzito ulio nao wanaweza wakapendekeza mtu mwingine. Asante sana, Baruma Kilanga. Tumalize kwako kwa Habibu na, eh, na na hilo na kuuliza wewe vilevile eh, huoni kwamba wale wanaoahidi mambo makubwa ambayo yatekelezeki, eh, kutokana na na kutaka kuwashawishi watu kuwachagua kwamba huenda hapo ndipo panapopelekea kukibebesha chama mzigo mkubwa ambao sasa baadaye, eh, nakuja wananchi wanauliza hili alikutekelezwa, hili alikutekelezwa, mbunge alituambia hivi eh, huo ni hilo linabeba sasa, chama kinabeba mzigo mkubwa? Sifikiri, sifikiri kama chama kinabeba mzigo eh, anayebeba mzigo ni yeye mwenyewe, kwa sababu chama kina utaratibu wa kupitisha wagombea kila baada ya uchaguzi unapokaribia kama hmm hivi sasa, mchakato utaanza hivi punde. Kwa hiyo chama chenyewe kina mfumo wa kutathmini utekelezaji na namna mbunge alivyoishi na wananchi wake katika kipindi cha miaka mitano. Asante sana na, na chama kina mfumo chama kina mfumo mzuri sana wa kujua yupi anauzika na, na yupi auziki. Asante sana Habibu kwa mchango wako. Muda sio rafiki eh, barua Mwakilanga, nakushukuru. Naona itoshe tuishie hapa eh, tutaendelea kujadili mambo haya kwa sababu Asanti. Ndo mambo yenyewe haya kuelekea uchaguzi mkuu. Ilani ya Chama cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi sasa ndo imekuwa chama cha awali kuzindua eh, ilani yake yenye vipaumbele tisa na sasa kipo tayari kwenda kuinadi kwa wananchi kwa namna gani basi wataweza kushawishi wananchi kuwachagua, eh, kuendelea kushikilia dola? Ni hapo katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu. Tunasubiri vyama vingine viweze kuzindua ilani zao, na tutakuja hapa kuendelea kujadili kuona kwa namna gani na wao wamkuja na vipaumbele vya kuweza kuwashawishi wananchi. Mimi ni Jamali Hashimu, eh, mwisho wa kipindi hiki. Ni maandalizi eh, wa kipindi kinachokuja. Asante kwa muda wako.